Aleluya, aleluya. Kristo amefufuka kweli kweli. Aleluya. Ndugu zangu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Media, karibu katika tafakari ya neno la Mungu ikiwa leo ni Dominika ya Pasaka tunaposherekea ufufuko wa Kristo. Karibu tusikilize masomo. Somo la kitabu cha matendo ya mitume. Petro akafumbua kinywa chake, akasema, jambo lile ninyi mmelijua, lilienea katika Uyahudi wote likianzia Galilaya, baada ya ubatizo aliohubiri Yohani. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho na nguvu; naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote yaliyotendeka katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu ambaye walimwua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi, tuliokula na kunywa naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa wahai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia, ya kwamba kwa jina lake kila amwaminiye atapata ondoleo la dhambi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Wimbo wa katikati, kitikio: Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Somo la waraka wa mtume Paulo kwa Wakorinto. Mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, Siyo yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa, na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Shangilio. Aleluya, aleluya. Kristo Paska wetu amekwisha kutolewa sadaka, basi na tuifanye karamu katika Bwana. Aleluya. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walipomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine wakashika njia kwenda kaburini, wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi pe, akaja Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala. Ile leso iliyokuwako kichwani pake haikuwa pamoja na vitambaa, bali imezongwa zongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini. Kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba ilimpasa kufufuka. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Karibu mpenzi msikilizaji na msomaji wa tafakari ya neno la Mungu kutoka leo, sherehe ya Pasaka mwaka 2025, tafakari inayoongozwa na maneno ya Mtume Paulo, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya. Huu ni mwaliko wa kujitakasa na kuanza upya katika maisha ya kiroho, tukisherekea ufufuko wa Kristo Yesu kutoka wafu, kilele cha ukweli wa imani katika Kristo aliyeteswa akafa na hatimaye kufufuka kutoka wafu kadiri ya maandiko matakatifu. Ni ufunuo wa uungu wa Kristo Yesu anaowapatia waamini maisha ya uzima mpya, na hivyo kuhesabiwa haki pamoja na kufanywa wana wateule wa Mungu. Ufufuko wa Kristo ni msingi wa ufufuko wa miili na uzima wa milele ijayo. Ndio maana Pasaka ni sherehe kubwa katika kanisa. Hii ni sherehe ya upendo, huruma na msamaha wa Baba wa milele unaofumbatwa katika fumbo la msalaba. Imba ulimi wangu, piga kelele ewe Mkristo, utangaze ushindi wa mfalme mkuu. Imba fumbo hili la ukombozi nyimbo nzuri na tenzi, uisifu damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Wamebarikiwa wale wote ambao kwa imani na unyofu wa mioyo yao wanalisadiki fumbo hili kubwa, ya kwamba siku ya tatu baada ya kuteswa kufa na kuzikwa Kristo Yesu amefufuka mzima. Aleluya! Ewe kifo, ku wapi kushinda kwako? U wapi ewe mauti uchungu wako? Ni nini kilichokubakia? Tutazame Wakristo, tunaona muhuri kwa damu ya Kristo mzima. Shetani huna la kujivunia, mauti huna nguvu tena, dhambi nayo imenyenyekeshwa. Aleluya. Katika Matendo ya Mitume, Petro akafumbua kinywa chake akasema, Jambo lile ninyi mmelijua lililo enea katika Uyahudi wote likianzia Galilaya, baada ya ubatizo aliyohubiri Yohane; habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu; naye akazunguka huko na huko, akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, w maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tumashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimwua wakamtundika mtini. Huyu Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wame kwisha chaguliwa na Mungu, ndiyo sisi, tuliokula na kunywa naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kuwashuhudia kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa wahai na wafu. Huyu manabii wote humshuhudia, ya kwamba kwa jina lake kila amwaminiye atapata ondoleo la dhambi. Neno la Bwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya 20 aya ya kwanza hadi ya tisa. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akimfuata akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwapo kishwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongazongwa mbali pahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini. Kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Neno la Bwana. Imempasa Mwana wa Adamu kutiwa mikononi ni kwa wenye dhambi na kusulubiwa. Masomo ya Pasaka yanahimiza waamini kuacha maisha ya dhambi na kuingia katika maisha mapya ndani ya Kristo mfufuka. Katika Injili tunasikia juu ya wanawake waliokwenda kaburini na kugundua kuwa Yesu amefufuka. Tukio hili linaleta matumaini mapya kwa ulimwengu. Siku hii ni takatifu. Kristo Yesu amekata minyororo ya mauti, ametulipia deni la Adamu kwa Baba wa milele, amefuta mashtaka ya dhambi ya kale. Ni Pasaka ya Bwana ambapo wenye kumsadiki Kristo wanatengwa na maovu ya dunia na giza la dhambi wanarudishiwa tena neema na kushirikishwa utakatifu. Mbiu ya Pasaka, Kristo Yesu Pasaka wetu ameturudishia hadhi yetu, amekupa maana kuzaliwa kwetu, ameziunganisha mbingu na nchi, Mungu na mwanadamu. Kristo amefufuka, limbuko lao waliolala mauti, tumaini la marehemu toharani, utukufu wa watakatifu mbinguni, amani ya dunia na wokovu wa wote wenye mwili. Katika ujumbe wa Kwaresima wa 2025 Papa Fransisko anasisitiza kauli mbiu ya tutembee pamoja kwa matumaini, akiwahimiza waamini kuwa mahujaji wa matumaini, wakisafiri pamoja kuelekea ukamilifu wa maisha ya Kikristo. Pasaka ni adhimisho la imani yetu, kiini cha ukristo wetu. Pokeeni baraka na neema za Pasaka, msamaha wa dhambi, utu mpya, roho mpya Ng'aeni katika utukufu, ng'aeni katika matendo mawazo, na mipango yenu, ng'aeni katika kutafuta na kuombea amani, ng'aeni katika utauwa na uchamungu. Naam, msifuni katika patakatifu pake, ndiyo kila mwenye pumzi na msifu Bwana, aleluya. Mtakatifu Paulo anasema pasaka iuishe na kufanya upya mwendo wetu mzima wa maisha kiroho na kimwili. Kufufuka ni kutoka hali ya upotevu na kuingia uzima wa Kimungu. Sisi tuliokufa katika dhambi tunafufuka kwa njia ya Kristo, na pamoja naye na ndani yake. Basi maisha yetu yampe Mungu Baba heshima yake, yampe Mungu Mwana shukrani zake, yampe Mungu Roho Mtakatifu nafasi yake. Tena maisha yetu ya mtangaze huyo Kristo mfufuka kwa aleluya ya milele. Ufufuko wa Kristo unatuonyesha ushindi dhidi ya dhambi na kifo, ukitualika kujitakasa kwa kuondoa chachu ya kale ya dhambi na kuishi kama donge jipya katika Kristo. Hii inaendana na wito wa Papa Fransisko wa kutembea pamoja kwa matumaini, tukisaidiana kama jumuiya ya waamini katika safari ya imani. Chachu ya kale ni uzamani wetu katika maisha. Kila mmoja afanye tathmini binafsi ya ndani ya nafsi yake, ayaone na kuyajutia. Hilo ni kaburi lako, utoke humo, uangazwe na nuru ya Kristo. Jisafisheni mkatoe chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya. Donge hilo jipya ni kuifanya karamu, si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya bali kwa yasiyochachika ndiyo weupe wa moyo na kweli. Wasafi wa moyo ni watakatifu. Mioyo yetu inapaswa kuwa nyeupe, sababu imeoshwa na kutakaswa katika damu ya mwana kondoo. Lakini bila bahati tumeruhusu weupe wa mioyo yetu ufubaye na nyakati nyingine kugeuzwa nyeusi. Tumekuwa binadamu mno, tumeshuka chini kuliko kuinua nafsi zetu juu uliko ukamilifu wetu. Katika nafsi nyingi tumekubali kupoteza ladha halisi ya uumbaji wetu. Tumemhuzunisha Mungu, mioyo yetu imepoteza weupe wake. Tunapozungumzia vita vinavyopiganwa kwa silaha kali duniani, sisi pia tunauana kwa maneno yetu na kauli zetu. Tumeipaka mioyo yetu wino mweusi na kuzipiga nafsi zetu chapa zisizoeleweka. Tumeongeza maadui na kupunguza marafiki. Tumejificha nyuma ya wengine nyakati za changamoto. Hatutaki kuonekana wabaya. Hatujafaulu kutatua migogoro yetu kwa amani. Hatujasoma na kutafakari neno la Kristo ipasavyo. Tumewakwaza wenzetu hatuja komunika ekaristi takatifu katika hali njema. Basi jisafisheni, mkatoa ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya. Tutafaulu kwa kuongozwa na hekima ya Roho wa Bwana kutenda na Mtakatifu Yohane, kaburini pa Yesu aliona na kuamini. Nasi tuone na tuamini Kishapo tuyaishi mausia ya Mtakatifu Petro katika somo la kwanza katika ushuhuda kamili. Pasaka ni aleluya ya wote, aleluya ya maisha. Sherehe ya Pasaka kwa mwaka 2025 inatualika kusherekea maisha mapya katika Kristo mfufuka, tukijitakasa na kuondoa dhambi na kuishi kwa matumaini kama maujaji waaminifu. Tukumbuke maneno ya mtume Paulo na mwaliko wa Papa Fransisko wa kutembea pamoja kwa matumaini, tukisaidiana katika safari ya kiroho kuelekea ukamilifu wa maisha ya Kikristo. Aleluya! Ni mimi Padri Josefu Hermani Luwela, nitamatisha na kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.